Salamu alaikum alaykum warahmatullahi taala barakatu. Mimi naitwa Asfar. Ni mpenzo wa mazungumzo kuhusu malezi na makuzi ya vijana na watoto. Leo nitakuonesha namna ambavyo nawashirikisha watoto wangu katika kufanya kazi za nyumbani bila hata kuona kama wanafanya kazi. Aya, leo tunashindana, leo girls versus boys. Nani anajua kusufuta zana? Aya, haya. Futeni makabati nani? Na usifute mbio mbio, futa vizuri. Eh, mashallah kama, kama unaona unafuta una vizuri Mami? na wewe unafuta vizuri, hebu nikuone weye. Masha allah akazidisha mkono. Wow, wow! na kaka anafuta oven vizuri vizuria, wow. Ukichukua sponji na sabuni hapo ndo litazidi kupendeza. Michuzi unaona limebwagikia michuzi hilo, mashallah eh? Isha... Ehe, lakini ndo bado haijaanza kusafika. Unaona hapa wengine hapojaingia maji. Yes. Afuta vizuri. Ah, wewe uliko shamaliza futa kwa pembeni yake pale. Nani. Ehe. Yapo, basi maji futa vizuri. Nani. Ehe, ehe, awe futa kwa sabuni kaka mkubwa. Ah, ngoja ngoja amalize ile kufanya kwa sabuni. Mama kana yuda sodina. Unaposhirikisha watoto wako kwenye kazi kama hivi, sio tu kwamba wanajifunza ujuzi, lakini pia inakuwa ni sehemu ya kupata muda wako kukaa na watoto. Kama wewe ni mpenzi wa malezi na makuzi, usisahau kushare na kusubscribe mm -hmm. Salamu alaikum.